Hiki chuo kinafanyiwa maboresho ya bilioni thelathini na mbili zaidi ya majengo yaliyokuwepo, yanajengwa majengo mengine ya bilioni thelathini na mbili sio jambo dogo. Kwa sababu nampongeza mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassani kwa sababu chuo hiki kilikuwa kidogodogo na nyewe wenyenyi mnajua. Nataka niwaambie, nataka niunganishe zaidi walamalia Jipangeni vizuri, huu mji unakuda kubadilika. Tutakuwa na wageni hapa, kutakuwa na timu za mpira miguu hapa. Panajengwa viwanja vitatu, kimoja kikubwa chenye uwanja wa riadha na vingine viwili na mpira miguu tu, viwanja vitakavyoruhusu timu zozote kutoka popote duniani kuja hapa kwa ajili ya mazoezi, kama eneo lililotulia usafiri wa treni hupo, tena sijara, wanakuja hapa wanatulia. Jipangeni kujenga hoteli, jengeni nyumba za kulala wageni, utapata watu wengi hapa. Lakini tunaweza wanachuo wengi hapa zaidi ya mia tano watakuwa na wazazi wao, watakuja watalala watu, jengeni hoteli, jengeni nyumba za kulala wageni. Hiyo ndio mali ya sasa ambayo Rais Dr Samia Suluhu Hassan anadhamiria iwe.